Karibu kwenye simulizi hii ya kisima cha damu, ni simulizi ya kutisha na ya kusisimua. Unakwama wapi? Karibu jiunge nami. Unaiona hiyo button ya kengele, ibonyeze kisha subscribe, usisahau kulike, kushare na kucomment, uniandikie ujumbe mfupi. Unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi? Ni mimi msimulizi wako Jimmy Daddy. Bila kupoteza muda, twende moja kwa moja tukaanze simulizi hii. Hapo zamani kulikuwa na kijiji cha Kivulini, kijiji ambacho kilikuwa na siri ya zamani ambayo wageni wachache tu waliijua. Katikati ya kijiji kulikuwa na kisima cha zamani kilichozungukwa na mawe yaliyobadilika rangi na kuwa meusi kwa miaka. Wazee walipiga marufuku kukaribia kisima hicho nyakati za usiku. Walisema kisima hiki hakina maji ya kawaida, kina damu ya waliotoweka karne nyingi zilizopita. Lakini kama ilivyo kawaida, vijana waliona kama ni hadithi tu za kuwatisha watoto. <laughs> Udadisi wa vijana. Vijana wanne Faisal, Mariam, Rashid na Zawadi waliamua kuutafuta ukweli. Na je, ukweli huo waliutafuta vipi? Walikusanyika usiku mmoja, wakiwa na tochi na mawe ya moto. Faisal alisema, ni maji tu yapo humo ndani ya kisima, na leo tutathibitisha na kuhakikisha tunaondoa uchawi wote humo kisimani. Walipofika karibu na kisima upepo mkali ulianza kuvuma. Vichuguu vya mchwa vilivyokuwa pembeni vilianza kubomoka vyenyewe kana kwamba kuna kitu kinatetemesha ardhi. Mlango unafunguka. Walichungulia ndani ya kisima, hawakuona maji, badala yake waliona giza nene lililong'aa kwa wekundu wa ajabu. Kisha sauti nzito ikatoka ndani, mna kiu ya nini? Mna kiu ya damu au ya ukweli? Zawadi alitetemeka. Simlisikia kuna mtu humu ndani lakini sasa kabla hawajatoroka, kamba ya zamani iliyokuwa imefungwa kisimani ilianza kujitanua yenyewe, huku ikionekana kama inawaalika washuke ndani <laughs> msikilizaji, hapo ndio patamu. Hatuna muda wa kupoteza, kazi yetu ni kuendelea safari ya kushuka ndani. Faisal akiwa jasiri kupita kiasi aliamua kushuka, wengine wakamfuata kwa hofu da. Waliposhuka zaidi, harufu ya damu mbichi ikaanza kujaa puani mwao na kuta za kisima zikawa nyekundu, huku zikivuja maji mekundu kama damu. Mariam akapiga kelele na kusema, hayo sio maji, ni damu kabisa. Msikilizaji, ungelikuwa ni wewe, ungechukua uamuzi gani? Picha za waliokufa. Walipofika chini ya kisima, walijikuta wapo kwenye pango kubwa lililojificha huku, sakafuni pakiwa na maiti zilizokauka, baadhi zikiwa bado zimevaa nguo za zamani, nyuso zao zilinamia juu, macho yao yakiwa wazi kama watu ambao bado wanaangalia. Ghafla sauti ikasikika tena, karibuni kwenye makazi yetu, ninyi sasa ni wageni wetu wa damu. Rashid alianza kutetemeka na kuomba warudi juu, lakini wakati akipanda, mikono meupe ikatoka kwenye ukuta na kumvutia ndani ya zile damu. Akapiga mayoe makali huku akisema naungua. Wenzake walipojaribu kumsaidia, waliona mwili wa Rashid ukikauka haraka na ngozi yake ikapauka hadi kuwa mifupa, kisha damu ikamfunika kabisa. Rashid alipotea bila kuacha alama. Mkataba wa kale. Faisal na Mariam walipochunguza zaidi, waliona maandishi ya kale kando ya ukuta wa kisima. Hichi ndicho kisima cha makubaliano, kila kizazi roho mpya lazima itolewe ili kisima hichi kiendelee kunywa damu. Mariam akashangaa na kujiuliza, kumbe hii ndiyo sababu kila mwaka kijiji chetu kupoteza watu bila maelezo. Du, kivuli cha Zawadi. Wakiwa wanatafuta njia ya kutoroka, ghafla Zawadi alisimama kimya, macho yake yakawa mekundu na midomo yake ikatoka damu. Kageuka na kusema kwa sauti isiyo yake, sasa mimi ni mlinda kisima, hamtoki hapa salama. Alianza kuwashambulia marafiki zake kana kwamba ni kiumbe cha ajabu kilichokuwa kikihitaji damu. Mabadiliko na mapambano ya usiku. Faisal na Mariam walikimbia huku na huku, lakini pango lilionekana kugeuka kila walipopita. Njia walioijua ikawa ikirudi pale pale, pale, walipoanzia na sauti ya Rashid aliyekufa ikasikika kwenye giza ikisema, hamwezi kuondoka, mmeshakuwa wetu. Ilicheka kwa sauti ya kutisha. Kumbukumbu za kijiji. Wakati huo huo, wazee wa kijiji walihisi hali mbaya, wakaamua kwenda kisimani kwa ajili ya kufanya matambiko. Walifika na kuanza kuongea maneno ya kale, mlango wa kisima ulianza kutikisika. Huku ndani ya kisima, Mariam aliokota kitabu cha zamani kilichokuwa na maelezo yafuatayo: njia pekee ya kukiteketeza kisima hiki ni kujitoa mhanga, damu ya mmoja inatosha kuzima kiu ya kizazi kizima. Du, msikilizaji, hayo ni maelezo yaliyokuwa yamejitosheleza ndani ya kitabu kile. Je, unazani ni kipi kilifuata, au ni kipi walitakiwa kukifanya? Bas usichoke, endelea kufuatiliana na mimi ili kujua uamuzi wa Mariam. Mariam akijua hakuna njia nyingine Aligeuka kwa Faisal na kusema "Ndiyo mwisho wetu, Faisal. ikiwa nitajitolea, labda wewe utaishi." Faisal alilia sana, "Hapana, siwezi kukuacha Mariam." Lakini kabla hajamzuia Mariam, aliluka moja kwa moja ndani ya bwawa la damu. Mara moja kisima kikatikisika, sauti zikapiga kelele kali na giza likaanza kufutika. Mwisho wa hofu Faisal alipandishwa juu kwa nguvu zisizoonekana. Alijikuta amelala kando ya kisima akiwa peke yake. Wazee walikuja mbio wakisema, laana imezimwa kwa sasa, lakini kisima hiki kitaamka tena baada ya miaka. Faisal hakusema kitu, aliamua kukaa kimya na kisha alilia tu akijua marafiki zake wote wamepotea milele. Miaka michache baadaye, miaka kumi iliyopita, kisima kilifunikwa na moyo mkubwa. Lakini usiku mmoja, watoto walisahau historia ya kijiji, walikusanyika karibu na kisima huku wakicheza. Mmoja wao akasikia mlio kutoka ndani ya kisima, kama simu ikilia kwa mbali, kisha sauti ya Mariam ikasema bado nina kiu. Hitimisho: kisima cha damu likawa ni simulizi la hofu lisilokoma kijijini Kivulini. Wengine walisema ni hadithi tu, lakini wale walioshuhudia na kusikia sauti kutoka ndani ya kisima waliujua ukweli: kuna kitu bado kipo hai, kikisubiri kizazi kingine kitakachojichanganya kuzama ndani ya kisima ili kichukue damu yake. Na huu ndio ilikuwa mwisho wa simulizi hii ya kisima cha damu. Ni mimi msimulaji wako Jimmy Dadi, usikose kufuatilia simulizi zijazo hapa hapa kwenye chaneli yako pendwa ya Tam Story. Nikukumbushe kama uja subscribe chaneli yetu, bonyeza alama ya kengele kisha subscribe. Usisahau ku like, ku share na ku comment, uniambie unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Hii ni Tam Story. Enjoy.